Kuna tatizo katika jamii yetu kwamba watu wenye maoni tofauti, wenye maoni tofauti katika jamii hawajioni kuwa salama. Kwa hiyo wanaona ni salama kuwa nje ya nchi kuliko kuwa ndani ya kuwa ndani ya nchi. Hili si zuri sana e. Nchi ambazo zimekuwa na wakimbizi wa kisiasa nje ya nchi hizo hazijawahi kuwa salama hata wakati mmoja. Kwa nimekuwa ni kisii na kutoa ushauri kwamba mazingira yawekwe, watu walio nje ya nchi wana maoni tofauti, hawana wajisikie huru kwa ndani. Yani taifa letu liwe salama kwa wote, wanaoshangilia na wanaokosoa. Yani tupambane humuhumu ndani kuliko ku badala ya ku export pamba e, eh, badala ya kuexporti madini tunaanza kuexporti watu. Hii ni kitu cha ajabu kidogo. E, eh, kwa nadhani baadhi ya watu walioniona kwenye social media Bagonza kimbia nchi e, yuko nchi fulani ambayo tuweze kuitaja, sijui ni nani na nini, ni kwa sababu tu nadhani wamezoea kuniona nikitoa mawazo yangu waziwazi wazi, kwa hiyo kwa kuwa wanajua huwezi kutoa mawazo ukawa salama, wakafikiri na mimi basi nime nimeamua kukimbia nchi kwa sababu ya mawazo yangu, which is so sad, natamani wote jambo kama hili tungeli tungeli vizuia hali na sababu sawa. Wakati uchaguzi unafanyika mimi nilikuwa Norway, wakati ule nilikuwa nimeondoka Sweden, nimekwenda Norway. Eh, nipo katika kamati ndogo ya wachambuzi wanaoandaa hadidu za rejea za ni watu gani wanafaa kupokea hiyo nishani ya amani eh, Nobel Prize eh, kwa hiyo nilikuwa noru, nilikuwa wakati, wakati uchaguzi unafanyika. Sasa sikuwa hapa, lakini dunia ni kijiji, unayaona mambo yaliyotokea. ninachoweza kusema uchaguzi ule ulifanyika au kufanyika Now it is, um, futile. Yani, si haisaidii. Wanaosema haukufanyika wako sahihi, wanaosema ulifanyika wako sahihi, ndio njia nzuri ya kuliweka lakini, ninachojua matokeo ya uchaguzi ule, hakuna naye afurahia Waliochaguliwa hawana amani, waliopiga kura hawana amani, waliogoma kwenda kupiga kura hawana amani, ambao hawakuwa na upande wowote tu wanafuata upepo hawana amani, waliosimamia uchaguzi hawana amani, waliowahesabu kura sijui nini nini na vitu gani hivyo tume yenyeo ya uchaguzi haina amani juu ya jambo hili. Kwa hiyo, nadhani kuna kitu kilikwenda mrama so serious. Na kwa sababu uchaguzi ndio determining factor, ndicho kigezo cha msingi cha kuleta amani ya kisiasa katika nchi. Ukisikia habari ya amani ya kisiasa katika nchi, imefungwa katika viuno na nyonga za kitu kinachoitwa uchaguzi. Kwa hiyo endapo uchaguzi umekuwa na kasoro, huwezi kutegemea kuwa na amani ya kisiasa. Uwe ulichaguliwa, hukuchaguliwa, ulichagua, hukuchagua, wote hamna amani. And that's where we are now. Ni maoni yangu.